Sasa tunaanza hivyo mwanzo mpaka mwisho. Mlembe swa unashika hivyo, kila mtu shika mlembe swa. Alafu unajibu mlembe swa swa. Alafu tukienda kwa mlembe te unasema mlembe te te. Sawa. <muchis> Alafu ukisema mlembe mno unasema mlembe mno mno. <muchis> Haya, twende mlembe swa.